Katika dunia ya muziki huu wa Bongo Flava jina la Alikiba halihitaji utambulisho. Ni jina linalobeba historia, kipaji cha kweli, hisia na mapinduzi. Mwaka huu tunasherehekea miaka ishirini tangu msanii huyu alipoanza safari yake rasmi ya muziki, safari iliyojaa milima, mabonde, mteremko, lakini yenye ushindi wa kipekee, mapenzi matamu Na kwenye kama damu na hawa, Ali Salehe Kiba alizaliwa mnamo mwaka 1986 jijini Dar es Salaam na alikulia mtaa wa Kariakoo. Kipaji chake cha muziki kilianza kung'aa tangu akiwa kijana mdogo, akiwa na sauti tamu na yenye kuvutia huku akiwa na ndoto kubwa. Alikiba alianza kurekodi nyimbo akiwa kijana mdogo sana. Mwaka 2004 alitoa kibao cha Maria kilichomfungulia milango mingi sana, lakini ilikuwa ni Cinderella ndiyo iliyomtambulisha rasmi kama mfalme mpya wa muziki huu wa bongo fleva. Katika miaka 20 ya muziki Alikiba ametoa nyimbo nyingi zilizovuma si tu hapa nchini Tanzania bali Afrika nzima. Nyimbo kama Dushelele, Aje, Mwana, Sejuzme, Utu, Mahaba, Makmuga na nyingine nyingi ambazo wewe unazifahamu. Nyimbo hizo zimejenga kumbukumbu kwa kumbu mamilioni ya mashabiki. Wimbo wa Aje ulimletea tuzo kadhaa zikiwemo tuzo ya MTV Africa Music Awards au MTV MAMA, na kutajwa kwenye tuzo za AFRIMA. Uandishi wake wa nyimbo umejaa ushairi, hekima na hisia za kweli, akionyesha umahiri wa kuimba mapenzi, maisha na uhalisia wa jamii. Safari ya Alikiba haikuwa rahisi. Kama msanii wa muda mrefu, amekumbana na changamoto nyingi kutoka migogoro ya management, ushindani mkali kwenye soko la muziki hadi shinikizo la mashabiki na wanahabari, lakini Alikiba ameendelea kuwa imara, akichagua ubora kuliko kasi, ubunifu kuliko kelele. Msanii huyu ameonyesha kuwa ni bora kuchelewa na kuja na kazi nzuri kuliko kukimbilia soko bila mpango. Alikiba siyo tu msanii, ni taasisi ndani ya tasnia. Ama wainua wasanii chipkizi kupitia record label yake ya Kings Music Records, akiwa mlezi, mshauri na mfano wa kuigwa. Mziki wake umechangia kuipa hadhi bongo flavor kimataifa huku akibaki kuwa na ladha ya kitanzania isiyochuja. Oh, Kwa miaka mingi amekuwa nembo ya nidhamu, ubunifu na heshima katika muziki. Mashabiki wake wanampenda kwa sababu wanaimba kutoka moyoni na si tu kwa mazoea. <mulia> Mashabiki wake Alikiba ni zaidi ya msanii, ni historia ya maisha yao. Wengi wamekulia na nyimbo zake, wamependa, wameumia na hata kupata faraja kupitia kazi zake. Wasanii wenzake wanamheshimu kwa msimamo wake, kipaji chake kisichotetereka na uadilifu wake kwenye sanaa. Miaka ishirini si jambo dogo katika tasnia inayobadilika kila siku. Alikiba amethibitisha kuwa mfalme, si tu kwa nyimbo, bali kwa misimamo utu na heshima anayoleta kwenye muziki wetu. Leo tunampongeza sio tu kwa nyimbo zake alizotunga, bali kwa moyo aliyoweka ndani ya kila noti. Muziki wake utabaki kuwa kumbukumbu ya kizazi kilichopenda kwa dhati, na jina lake litaendelea kung'aa kama mwanga wa alfajiri milele katika historia ya muziki wetu wa Bongo Flava. <mulia>